Jambo na karibu mtazamaji wa Zone Media, jina langu unaitwa Victor Moshi. Hamas imeanza taratibu kuwarejesha wapiganaji wake mitaani katika ukanda wa Gaza tangu usitishaji wa mapigano ulipoanza siku ya Ijumaa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Hamas imepewa kibali cha muda cha kulinda usalama katika Gaza iliyoharibiwa vibaya na vita. wanataka kukomesha vurugu na wamekuwa wazi kuhusu hilo, tumewapa idhini ya kipindi fulani, alisema Trump alipoulizwa na mwandishi kuhusu taarifa kwamba wapiganaji wa Hamas wanapambana na magenge ya wahalifu na kujihusisha na jukumu la polisi baada ya usitishaji wa mapigano kuanza kutumika. Ismail Al-Thawabta mkuu wa ofisi ya habari ya serikali ya Hamas huko Gaza, alisema kuwa kundi hilo halitaruhusu pengo la usalama na litaendelea kulinda usalama wa wananchi na mali zao. Hamas pia imesisitiza kuwa haitajadili suala silaha zake kwa sasa, likisema kwamba itakuwa tayari kuzikabidhi kwa serikali ya Palestina ya baadaye pindi itakapoundwa rasmi. Mpango wa rais Trump unatazamia kuona Hamas ikiondolewa madarakani katika Gaza isiyo na silaha ambayo itaendeshwa na kamati ya wa Wapalestina chini ya usimamizi wa kimataifa. Pia mpango huo unajumuisha ujio wa kikosi maalum cha kimataifa cha kudumisha utulivu kitakachosaidia kufundisha na kuunga mkono jeshi la polisi la Palestina. Hamas sasa imeanza kusambaza wanamgambo wake mitaani kwa ajili ya kuweza kulinda amani, na hali inaweza kurudi kama vile ambavyo ilikuwa hapo awali. Ah, Hamas kuweza kuonekana katika mitaa mbalimbali ya Gaza wakiimarisha amani, hususan katika Gaza City, eneo ambalo liko katikati mwa Gaza ambalo ni mjini kabisa. Sasa taarifa hizi ni taarifa njema kabisa kwamba Trump ameidhinisha kwamba wamewapa muda Hamas wa kuweza kufanya patro mbalimbali katika maeneo ya Gaza, huku wakipambana magenge ya wahalifu ambayo huenda akajitokeza kwa kificho cha kuweza kujitambulisha kwamba wametumwa labda na taifa la Israel au na mataifa mengine kwa ajili ya kuanzisha upe machafuko katika ukanda wa Gaza. Sasa Hamas imeapa kwamba haitoruhusu uchafukaji wowote wa amani katika ukanda wa Gaza ambayo amani yenyewe imepatikana kwa shida kwelikweli, chini ya Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Mtazamaji, usisahau kusubscribe chaneli yetu, kulike video zetu, kukomenti pamoja na kushea, na nikutakie usiku mwema, nikushukuru sana. Leo hii tulikuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kesho mtazamaji, kuanzia asubuhi, tutakuwa tena hapa kuweza kujuzana yote ambayo najiri kwenye siasa mbalimbali za kimataifa ulimwenguni. Jina langu naitwa Victor Moshi. Asante.